Lengo lingine la tuzo hii ni kukuza lugha ya taifa ya Kiswahili. Ni vema tukafahamu kuwa Kiswahili ni miongoni mwa lugha rasmi katika Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, yani SADC. Aidha, ni lugha iliyoidhinishwa kutumika katika Bunge la Afrika ya Mashariki. Kimataifa, Kiswahili ni miongoni mwa lugha kuu kumi duniani. Hivi karibuni nchi nyingi za Afrika na duniani kote zimeingia makubaliano ya ushirikiano na Tanzania katika kufundisha Kiswahili nchini kwao, nchini mwao. Kiswahili pia kinafundishwa katika vyuo vikuu vingi duniani na kinatumika katika vyombo vya habari kama vile BBC, Deutsche Welle, sauti ya Amerika, sauti ya Japan na vinginevyo. Kiswahili pia kinatumika katika uigizaji uingiz, wa tamthilia nyingi majukwani huko mataifani. Hizi ni dalili nzuri kuwa Kiswahili kizuri cha jiuza. Lugha yetu pendwa ya taifa inabidhaika na inahitajika na wengi. Hivyo utoaji wa tuzo za uandishi bunifu katika lugha ya Kiswahili ni ishara ya kuendelea kukuza lugha hii na utamaduni wake Afrika na duniani kwa ujumla. Ndugu wageni waalikwa, maandiko bunifu yenye tija ni yale yanayo isawiri jamii katika nyanja mbalimbali zikiwemo za kijamii, za kiuchumi, kisayansi na kiteknolojia. Mwandishi aitumiaye kalamu yake kikamilifu kuchora masuala mazito yanayogusa maisha ya watu, huyo ndiye mwandishi stadi na rafiki wa jamii. Aidha, kazi bunifu inayoangazia masuala mtambuka ni muhimu kwa ajili ya kuifunda na kuijuza jamii yetu kwa yale yanayojiri. Ninatoa rai kwa waandishi bunifu kuendelea kulifaa taifa letu kwa kalamu zenu. Ndugu wageni waalikwa, nitoe wito kwa watanzania wenzangu kuendelea kujitokeza kwa wingi kushiriki kwa kuwasilisha miswada yao ili kushindania tuzo hii. Na niwapongeze sana washindi wa mwaka huu na kwa wote wale waliowasilisha wali miswada. Aidha, ambao hawatakuwa washindi, niwaombe sana tusikate tamaa ya kuwania tuzo hii muhimu. Ni kuendelea kujifunza uandike nini, kwa nani na kwa wakati gani. Ndugu wageni ni waalikwa Nimalize kwa kuahidi kuwa serikali yetu itaendelea kutoa fedha za kufanikisha utoaji wa tuzo hii, iwezeshe kufanikisha kufikiwa kwa malengo makuu ya tuzo hizi. Hivyo nitoe maelekezo mahususi kwa taasisi ya elimu inayoratibu tuzo hizi kuhakikisha kuwa tuzo hizi zinaendelea kuwa endelevu na zinafikia malengo ambayo yamekusudiwa. Tuzo hii vilevile inasaidia vile sana kukuza usomaji, e, kwamba pamoja na uandishi tunahitaji sana jamii ya Watanzania tuendelee kujitahidi kusoma, a, maandishi mbalimbali ikiwa e, pamoja na maandishi bunifu. Maandishi bunifu ni muhimu sana, sio kwamba tu ni burudani lakini vile vile yanachochea fikra tunduizi kwenye ubongo, huweza kuandika Aa, ama mashairi ama tamthilia ama riwaya, katika setini ya Tanzania inasaidia kuhifadhi utamaduni wetu, na vitabu vitakapokuwa vizuri vikatafsiriwa katika lugha mbalimbali, watu watapata kusoma na kujua utamaduni wa Tanzania, kama ni kula senene kwa watu kutoka Kagera, Mtori watu wanatoka Moshi, e, kama ni shughuli mbalimbali e, za kijamii katika maeneo yetu ya Tanzania. Jambo jingine muhimu sana kuhusu tuzo hii ni kwamba inasaidia kuchochea Uh, shughuli za uchapishaji na uchapaji wa vitabu. Soko la vitabu Tanzania uh, lilikuwa limeanza kudorora, na sisi tuliongea na wenye makampuni ya kuchapisha na kupublish vitabu, wakasema wanapata shida sana kwa sababu mtu anaweza kaja na mswada wake mzuri sana, lakini wanashindwa kuchapisha kwa sababu hawana uhakika watapata wasomaji wa kutosha, kitabu kikanunuliwa kurudisha faida. Kwa hiyo tuzo hii inasaidia kuhakikisha kwamba yale maandishi mazuri au maandishi bunifu yanapotoka, serikali inasaidia kwa cha kwamba vitabu vinaingia sokoni. Maana ni kwamba anayeshinda zabuni ya kuchapisha ana uhakika kwamba kampuni yenyewe itapata fedha kwa sababu italipwa na serikali. Watu wangu wote, tufuatilie, wenye fursa ya kuandika, kama hukuweza kushiriki safari, anza sasa kuandaa mswada wako kwa sababu mwakani tena tarehe 13 mwezi wa 4 tuzo itatolewa na naamini itakuwa inatolewa kila mwaka kwa sababu itakuwa endelevu kwa sababu iko katika taasisi ambayo ina wajibu wa kukuza uandishi wa vitabu ambavyo vinginevyo, baada ya hivyo vitabu vitatumika kama vitabu vya kiada mashule. Napenda kutumia fursa hii kwa niaba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuwashukuru kwa zawadi ya vitabu. Kwa hakika, sisi nasi ni waneemeka wa vitabu ambavyo ni zao la tunzo hii kwa mwaka wa fedha 2023 2024 vitabu vinavyosomwa katika shule zetu za Zanzibar, katika shule za msingi na sekondari. Tunatumai kuwa zawadi hii itakuwa endelevu daima, hivyo vitabu vinaposhinda tunzo hii ya leo, navyo pia tutapata mgao kwa kipindi kijacho. Mheshimiwa mgeni rasmi, sinabudu kukushukuru kwa ajili ya tunzo hii, kwani waandishi wengi kutoka Zanzibar wamekuwa wakijitokeza kuwania tunzo hii na wameingia katika kumi bora kwa kila mwaka. Hakika tunzo hii ina, inafumbatana masuala ya kimuungano, kwani inatoa fursa kwa wazanzibari kuweza kushiriki pia vile vile ni washukuru wa asisi wa tunzo hii, kwani inaendeleza kuichambua lugha yetu pendwa Kiswahili. Kiswahili kinapata maandiko mengi, na hivyo inaendelea kupaa zaidi duniani kote, kitu vya uandishi. ingawa kwa upande mwingine ni sehemu ya kutoa ya kukutoa kimaisha, kwani ni sihaba kwa chochote kitu kinachopatikana, hususan kwa wale washindi wetu. Ni washukuru sana sana waandishi bunifu wote waliothubutu kujitosa katika mashindano haya. Bila wao kufanya hivyo tuzo hii isingewezekana. Tunawathamini sana waandishi wetu bunifu, kwa sababu kushiriki kwao katika kushindania tuzo hii ni mchango mkubwa katika kukuza uandishi bunifu na lugha ya Kiswahili katika nchi yetu. Kwa vile tuzo hii ni ya kila mwaka, tunaendelea kuwahimiza waandishi bunifu wa Tanzania popote walipo, wajitokeze kwa wingi kuwania tuzo hii. Mchakato wa tuzo wa mwaka wa nne utaanza mara baada ya kumalizika kwa sherehe ya tuzo hii ya mwaka huu. Matangazo yatatolewa kwenye vyombo vya habari na mitandao kama kawaida kwa kutumia anwani yetu ya tuzo Nyerere. Mabibi na mabwana, maendeleo ya uandishi bunifu na lugha ya Kiswahili nchini kwetu yako mikononi mwetu sisi wenyewe.